Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wakaazi katika kijiji cha Kugitura, eneo bunge la Kuria Magharibi, wameanzisha mradi wa kuimarisha miundo mbinu katika shule za chekechea kama njia ya kuweka msingi dhabiti kwa wanafunzi wachanga. Haya najiri baada ya wakazi hao kutaridhishwa na hali ya shule hizo na kukiri kwamba wanafunzi hao wanapitia changamoto sihaba, hali ambayo inalemaza masomo kwa kiasi kikubwa kwa mujibu wa walimu katika shule hizo za chekechea, muundombinu mbovu katika shule hizo unahatarisha maisha ya wanafunzi wakati wa masomo. Sisi kama walimu wa bm Kugitura, wana kijiji wote wa Kugitura tunafurahia sana kwa darasa ambalo wametupatia manasa hiyo, watoto wetu wanafurahia, watakaa sehemu nzuri, mazingira mazuri. Tunashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana, lakini tumeshukuru kwa sababu ametujalea kutupa darasa ambalo tunafurahia. Miundombinu iliyokuwepo isingeweza kuwasaidia hawa watoto katika kujikwamua kwenye elimu katika jamii na vinginevyo. Sasa darasa hili kama tunavyoambiwa ni kwamba msingi huo ndo unajenga uimara wa nyumba. Na katika elimu ECD ndo msingi wa elimu bora atakuwa ipata mwanafunzi na mtoto. Sisi kama wapiga kura wa Migori kaunti tulichagua governor anaitwa Ochillo Ayacko, chini yake kuna mawaziri wa elimu hao ndio wanatakana mambo kama haya wayaangazie, lakini kwa bahati mbaya hawayaangazii. Basi mimi niwape tu challenge kwamba Darasa la kwanza tumehamasishana kama wanakijiji kama wafadhili tumejenga lile la kwenu mlilokuja mwezi wa kumi mkaahidi wazazi na wanafunzi kwamba mtajenga tunaomba kabla ya muhula huu kuisha uwe mmeshalijenga